Nichukue nafasi hii vile vile eh, kuishukuru taasisi ya GSM Foundation eh, ya, na klabu yetu ya Young African kwa siku ya leo ambao mtakwenda kutukabizi eh, cheki au hela taslimu milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye matatizo ya moyo. Tunafarijika sana ni eh, jambo ambalo kwa kweli sisi kama taasisi tumefarijika sana kwa GSM Foundation jinsi inavyojitoa eh, kusaidia na kuisaidia serikali yetu. Lakini GSM Foundation hivi karibuni eh, GSM kama mnakumbuka, mna walichanga karibu eh, milioni bilioni moja kwa ajili ya club eh, foot pale, lakini wakatoa zaidi tena zaidi ya milioni mia kwa ajili ya ya hospitali yetu ile ya Amana hivi karibuni na leo wanatoa ya karibu shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela. Ni ziara yetu kidogo tuliyoifanya asubuhi ni imeonyesha dhahiri ni, ime ni kiasi gani Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye, uh, kwenye sekta hii ya afya na sio kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest kuweka uh, uh, advanced technology kwenye sekta hii uh, tuko hapa JKCI kutoa kukabidhi uh, hundi ya shilingi milioni hamsini, ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer transfer ziko uh, katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya, uh, matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo, na kama ambavyo takwimu zinaonyesha takriban watoto elfu nne daktari amesema kila mwaka wanakuwa na matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunaamini hii milioni hamsini ni mwanzo tu, ni sehemu tu sisi ya uchangiaji wetu katika kuhakikisha kwamba watoto wale uh, elfu nne wanapata hayo matibabu. Sasa nitoe wito kwa watu wote uh, individual na taasisi, vilabu vya mpira makampuni mbalimbali tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata mbili ya kile ambacho kinahitajika kutokana na tatizo ambalo linawakuta Watanzania wenzetu. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70% nabakia 30%, hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi na ikiwezekana twende beyond 30% ili kumpunguzia mheshimiwa rais jukumu hilo la kusapoti eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa tena rai tushiriki tu, tu, tu kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tuna raise funds ya kuokoa maisha ya watoto hao. Na sisi kama Young Africans pamoja na ushirika wetu na GSM Foundation, tutaendelea kushiriki kuhakikisha ya kwamba kila mwaka basi angalau hiki tunachokitoa kiongezeke zaidi hapa.